Ulipo tupo, twende pamoja, pamoja. Hujambo mtazamaji wa Time Media. karibu kutazama makala maalum hii leo. Katika makala haya tunaangazia umuhimu wa umoja na ushirikiano kwenye jamii, na miongoni mwa tulionayo katika makala haya ni pamoja na: tupo kwa ajili ya kuepushiana aibu mwenzetu anapopatwa na changamoto, Umoja Mbeya Active hawabipu wanapiga kweli kweli. Walikuja Mbalali, walikuja zaidi ya wanachama sabini, walinipa fedha milioni moja na laki tano waliniletea vyakula kwa kweli nilifurahia, yani nilijisikia nina amani sana. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukamilisha makala haya, jina langu ni Elizabeth Nyivambe. Si jambo geni kwako unayefuatilia makala kuona kikundi fulani kikishiriki kutoa faraja kwa mmoja kati ya wanakikundi aliyepata matatizo. Umoja Mbeya Active ni miongoni mwa vikundi ambavyo hushirikiana kutoa faraja, kama anavyoeleza mwenyekiti wa umoja huo Oscar Mwenda maarufu kwa jina la Mc Mwenda Smarti. Umoja Mbeya nilianzisha kwa lengo maalum, kwa sababu kuna watu tuko bize mitaani tunapokaa, au wengine ni wazaliwa wa nje ya Mbeya, unakuta ukipata changamoto nyumbani asilia, unashindwa kwenda kupata sapoti au kupata ule ujumuiko kwa hiyo mwaka 2019 nilipopata nilivyopata changamoto ya msiba, nikagundua kwamba kuna uhitajika mkubwa wa kuunganisha hawa watu ili kuweza kusaidiana. Kauli mbiu ndo ile maana inatumika inasema, tupo kwa ajili ya kuepushiana aibu mwenzetu anapopatwa na changamoto. Kwa hiyo nilianzisha Umoja Mbeya papafili kwa ajili ya kusaidiana katika changamoto ambayo mwenzetu atakuwa amepata. Uh, tangia huo mwaka nimekuwa nipo nipo, lakini elfu mbili na ishirini na tatu rasmi uh, mwezi wa tatu tukaamua kuanzisha, tulianza watu wachache na wengi walisema haiwezekani, lakini mpaka leo tunapoongea, Umoja Mbeya tumekuwa watu wengi mno na imekuwa gumzo hapa mjini kwa ajili ya kutoa faraja lengo letu kubwa, mwenzetu akipata changamoto mwanaumoja Mbeya active, tunahudhuria tukiwa tumevaa vazi letu la counter suit kwa wanaume, wanawake wakiwa wamevaa dress nyeusi, lakini tukishafika kule tunatoa faraja na kiasi ambacho kimeshapangwa. Matarajio makubwa mpaka sasa, sisi tunataka tuwe kwanza na usafiri wetu mkubwa, hiyo gari la Coaster, lakini pia tunategemea tuwe na PA kwa ajili ya kurahisisha ili kwa sababu si tukienda msibani tunahakikisha tuna gari la matangazo, tuna MC. Kwa hiyo matarajio yetu makubwa, tunategemea mpaka mwisho wa mwaka huu 2025 na, na tuhakikishe tuna gari Costa na PA. Lengo kubwa kurahisisha katika uh, kuratibisha na kumfariji mwenzetu. Tukishakamilisha hapo, tunaamini katika swala la kiwango kuhani itaongezeka zaidi ya hapa tunapohani Upekee wa umoja huo ni namna wanavyoonekana katika shughuli za mwanakikundi. Umoja Mbeya una utofauti mkubwa na grupu zingine. Ukiangalia Tanzania, tuna magrupu mengi mengi. Mbeya tuna magrupu mengi sana. Sisi tuna kauli mbiu na tunajua wazi kwamba fedha siyo kitu, bali faraja kwao. Ukiangalia namna tunavyotoa faraja, mpaka tunaitwa kisima cha faraja Mbeya. Ni grupu linaloitwa Umoja Mbeya Active. Kwa hiyo ukiangalia mahudhurio yale na faraja tunayotoa huo ndo tofauti. Na ukiangalia mtu akipata changamoto ya msiba, yes fedha anahitaji, lakini number one thing ni kuhakikisha anafarijiwa. Sisi tukienda, ukiangalia namna tunavyokuwepo pale, tunacheza, tunaburudika. Huo ndo tofauti mkubwa uliopelekea mpaka saizi tuko zaidi ya watu 1500 plus. Mbali na tabasamu linaloonekana kwa wanakikundi hao, changamoto na matatizo ameumbiwa binadamu. Na hapa, wanachama wa umoja huo wanasema, tunahitaji kupata vitenda kazi, tunahitaji kupata gari la kwenda misibani, gari la matangazo. Kwa hiyo kuna umuhimu sana kuunga mkono na kusaidia tufanye vizuri, hakika umoja Mbeya tutafika mbali sana na inawezekana hili jambo tulichukue kwa nguvu ya pamoja hata mimi ninayeongea nimeahidi kutoa laki mbili na nusu lakini nitaikamilisha kwa hiyo ni wasi, wana grupu au wanachama wengine tuitikie wito tunapata changamoto nyingi sana kukodi magari ya watu lakini endapo tutakuwa na gari yetu ya umoja Mbeya itatusaidia kwenda kila eneo kwa sababu hela itatoka ndani ya mfuko na kutusaidia tutaweka mafuta tutaenda popote pale wale ambao bado hawaja toa mchango wote kwa kuhusiana na kununua gari ya Umoja Mbeya PA na Costa, na wahamasisha waendelee kutoa na ambao bado hawajaanza waanze kutoa mdogo mdogo. Kuna kauli isemayo ili dhahabu ing'ae ni lazima ipite kwenye moto. Katika harakati za kutatua changamoto zilizopo, viongozi wa Umoja Mbeya Active wamechukua hatua za kipekee kama wanavyoeleza. Kutokana na changamoto tunazopitia, tumeamua na tumewaza kuweza kuwa na gari tunahitaji gari aina ya kosta kwa ajili ya kubeba wanachama kwenda msibani, lakini pia tunahitaji gari ya PA ambaye mahesabu yake tumepiga, tunakuta takriban ni zaidi ya milioni mia moja hamsini na tano. Kwa hiyo tumeona tufanye hivyo, wanachama tunachanga kila mtu kiasi cha laki moja. Kiangalia tuna mkoa wetu ambea, wa Mbeya tumebahatika kuwa na mheshimiwa spika wa bunge Uh, dada yetu Tulia pia tunamwarika, lakini pia serikali ya Jamhuri ya Muungano kupitia mama yetu mama Samia Suluhu Hassan pia tunamwarika na kamati nzima au viongozi mbalimbali mbali. Lengo letu tuweze kutimiza hilo, na hafla hiyo tutafanya tarehe ishirini na saba mwezi wa tisa ishirini ishirini na tano pale ukumbi mkubwa wa Tugimbe. Wadhamini wakiwa tayari tunatoa mfumo ukisha kutuzamini katika umoja wetu, tutatangaza biashara yako, lakini pia tutahakikisha siku hiyo tukuweke kwenye bana, lakini pia utapata fursa ya kuongea au kutoa kauli yoyote ya biashara au taasisi yako siku ya tarehe 27 mwezi wa 9 2025. Kwa sasa hivi, kwa mawazo ya kupata basi kwa ajili ya kutusaidia kwenye hizo changamoto, hakika limekuwa na mwamko mkubwa sana, na tungeomba pengine hata wengine wengine sio umoja Mbeya, lakini mapenzi mema tu. Mpaka sasa watu wameanza kujitolea kwamba mimi nafanya hiki, mimi nafanya hiki hiki. Kama umoja wana umoja, tumejiwekea shilingi laki moja kila mmoja, lakini inaanzia laki moja, unaweza kutoa zaidi ya laki moja. Hayo ni mapenzi. Kwa mfano kama mimi, mimi hapa nilio ipeji ambayo ndafikia lengo ni shilingi laki mbili na elfu kumi, hiyo aliwaza vizuri sana kwa ajili ya kunua hilo gari, kwa sababu kuna changamoto nyingi huwa zinatokea. Inaweza kutokea msiba labda miwili, tunaweza tukapata tabu sana kuhusu swala usafiri. Unaendelea kutazama makala maalum inayoangazia umuhimu wa umoja na ushirikiano kwenye jamii. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe. Umoja Mbeya Active ni moja ya kundi linalojali utu kuliko fedha, kama anavyoeleza Hadija Hashim ambaye ni mhazina wa umoja huo nimefiwa iza na baba mama mtoto baba mkwe au mama mkwe, tunamuona mfiwa kwa shilingi milioni mbili na nusu, milioni mbili mtu anapewa keshi, laki tano ni kwa ajili ya uratibu. Mfano mtu yuko Mbeya hapa, tutatoa gari ya matangazo ambayo ni PA, tutapeleka debe la mchele, mafuta. Hivyo basi sisi kama Umoja Mbeya Active tunakipenda chama chetu. Chama chetu kinajali sana utu kuliko ni pesa, ingawa vyama vingine, watu wengine na vyama vingine pia, watu wanajali pesa kuliko ni utu. Kuna mfano, kuna watu wanaishi wame wame mikoa wametoka mikoa mingine, wamekuja mkoa wa Mbeya. Kwa maana hivyo, hata wakirudi majumbani kwao wamepata changamoto, Umoja Mbeya unaenda kwenda kumuona mwenzetu aliopata changamoto aina yote ile. Tai Media imefunga safari hadi kwenye ofisi za baadhi ya wa wanaumoja, na miongoni mwao wapo waliowahi kupatwa na misiba na Umoja Mbeya Active, ukahusika na uratibu wa misiba. Uh, kwa kweli grupu la Umoja Mbeya ni, ni grupu ambao liko active sana. Mimi naweza kusema kwamba mimi ni kati ya wahanga ambao tumepata changamoto ya kufiwa Aa, nilipata msiba mwezi wa nne tarehe nane. Nikamwona Mungu kupitia Umoja Mbeya. Ni watu ambao wako active sana kwenye sherehe pamoja na shughuli mbali mbalimbali kwa ajili ya faraja. Tuwe na moyo wa utayari, heri kutoa kuliko kupokea. Kwa kweli, Umoja Mbeya ni chama ambacho mimi nakipenda sana, kwa sababu nimeona watu wakipata changamoto kinahudumia vizuri sana. Tukiwa na gari kwetu sisi wenyewe, tutafanya kazi kwa usahihi zaidi. Baada ya kusema hii gari, unaweza kuongea na mtu Muda asema gari ije hapa, nasema kuna gari limeshaenda sehemu fulani, lakini tukiwa na gari letu kwetu, sio wenyewe utafanya kazi, tutawasilisha kufanya shughuli zetu kwa usanifu zaidi. Tuchangie jamani, tuchangie tuweze kununua gari ya kwetu, sio wenyewe, tuwe huru wangu Mbarali. Lakini nashukuru Mungu, nilipopata tu taarifa hii nilimpigia CEO wetu MC Mwenda kwamba nimefiwa na mama mkwe wangu. Kwa kweli walikuja Mbarali, walikuja zaidi ya wanachama sabini walinipa fedha milioni moja na laki tano, waliniletea vyakula. Kwa kweli nilifurahia, yani nilijisikia nina amani sana, kwa sababu kole kuja kufariji, na ni kweli wanajua kufariji sana. Kauli hiyo ya wanaumoja inakumbusha kuwa umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu, lakini pia kidole kimoja hakivunji chawa. Mwenyekiti wa umoja huo, Oscar Mwenda anahitimisha kwa kusema uh, umoja Mbeya, licha ya hizo changamoto tunazopitia, lakini imepelekea umoja Mbeya active kufahamika kwa kiwango kikubwa sana. Tulianza na grupu namba moja tukiwa watu mia mbili sitini, lakini baadaye watu wakalisikia grupu. Tunavyoongea saa hizi, mwitikio ni mkubwa mkubwa mkubwa mno. Kila baada ya muda, watu wanahitaji kujoini umoja Mbeya. Tuna grupu namba moja, tuna grupu namba mbili, tuna grupu namba tatu tuna grupu namba nne. Tunapoongea saa hizi tuna grupu namba tano, na bado wahitaji ni wengi wengi kuhitaji kujoin katika umoja Mbeya. Haya yote yanatokana na namna tunavyoratibu na namna ambavyo watu tunafanya kile ambacho mtu anapenda, kwa sababu sisi tunasema kauli mbiu kama nilivyoongea, ni kuhakikisha mwenzetu kupewa faraja, tunafikiana aibu mwenzetu anapopatwa na shida, fedha so kitu suala kubwa kuliko yote ni kiwango cha watu tunavyokuwepo pale msibani na kuhakikisha tunatoa faraja. Mpaka sasa mtu akitaka kuwa umoja Mbeya active kwanza, grupu hizo zote zilianza kwa uniform kila mmoja alijoin kwa shilingi elfu ishirini na tatu. Kwa nini ishirini na tatu? tunakuwa na fedha ambayo tunaitunza. Tukishapata changamoto, tunachukua ile fedha, tunaenda kuhani. Tukisha hani, tunarudishia kila mtu uh, kiasi cha shilingi elfu kumi. Lakini tukishaendelea kuwa wanachama, programu zimeshaendelea. Mtu akitaka kujiunga inategemeana na kiasi atakachokikuta. Tunahesabu misiba iliyopita, lakini kwa sasa mpaka tunapoongea, magrupu yote matano, kuwa mwanachama ni laki moja na hamsini tu, ambapo inakufanya wewe ka join na unakuwa uniformale na wale wenzako. Ulikuwa ukitazama makala maalum kuhusu umuhimu wa umoja na ushirikiano kwenye jamii. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukamilisha makala haya, jina langu ni Elizabeth Nyivambe. Ulipo, tupo twende pamoja.